Mambo ambayo mwanamke anatofautiana na mwanaume mwana mwana, katika swala fima tukhalifu lmara katika mambo ambayo mwanamke mwana mwana, anamuhalifu arrajula mwanamume mwana.

sifa ya mwanaume kwenye kusujudu mwanamume, iugadi adi mirifakaivi anaweka mbali merifaki zake mbili. Utakapokuwa umesujudu, hizi merifaki zina- zinasogea zinakuwa ziko mbali mbali na wewe, zimetoka lakini kama una swali jamaa, usiwa usiwachoche watu. Mtume anasema waliyali ahadukum liakhiri, kama una swali jamaa. Mtume anasema uwe laini kwa ndugu yako, usi usijitanue. Lakini kama una swali uko peke yako au wewe ndio imamu, basi hizi zinakuwa umeziweka mbali Wayarfau batnahu an fakhidhayhi, na tumbo la mwanamume litanyanyuka kutoka kwenye mapaja, yaani haili tumbo na mapaja vikakutana kwa mwanamume yani. Wakati amesujuda, tumbo na mapaja vitofautiana. Fisujudi wa rukui katika hali ya kusujudu na hali ya kurukumu. yajharu fi mawdhi fi mawdhi jah, mwanamume atasoma kwa sauti sehemu ya kusoma kwa sauti. wa idha nabahu shay'un na likimpata jambo katika swala, mwanamume fi swala, katika swala, sabaha, atasema subhana Allah. Sawa, so, mwanamume katika hali ya kusujudu na kurukuu, tumbo na mapaja yake viwe mbali, katika hali ya kusujudu tumbo na mapaja yake vile mbali katika hali ya kusujudu, hizi nifaki zitakuwa mbali. Na akipatwa na jambo kwenye swala, mwanamume anasema subhana Allah. Kama kuna mtu anamwita wakati yuko kwenye swala, atasema subhana Allah, tarudia tena sasa shekhe, hapa naona anafanya vice versa, kaanza anayohalifu mwanamume. Sawa, wakati amesema, tukhalifu lmaratu alrajula fi arbaati mawadaa, mwanamke anatofautiana na mwanamume katika pahala panne kwenye swala. Lakini hapa maelezo yanayokuja kakuzungumzia mwanaume anasema, yubahilu rajul, mwanamume ataweka mbali, amilifakaihi, hizi milifaki zake mbili wakati wa kusujudu, milifaki mbili hizi ataziweka, ataziweka mbali. Wayarfau batnahu an fakhadhaihi, na tumbo lake atalinyanyua liachane na mapaja yake mawili, fisujudi wa rukuu katika kusujudu na kurukuu. Wayajharu fi mawdhiil jahr, na atasoma kwa sauti sehemu zote ambazo zinatakiwa kusoma kwa sauti, huyu mwanamume. Wa idha nabahu shay'un, akipatwa na jambo lolote kwenye swala fi swala katika sa swala sabaha, atasema subhanallah. Ili jambo ameruhusiwa mtu kusema akiwa ndani ya swala, kumjulisha mtu kwamba mimi naswali, au tunataka kumtanabahisha imamu, imamu kakosea, tunasema subhana eh, tunasema subhanallah uweze kumwambia imamu, rukuu umesahau kuukuwa kusema subhana Allah. Imamu anachemsha akili pale pale kwamba nimesahau kitu gani, sawa so. lakini ukisema subhana Allah kachanganyikiwa, hajui kaacha nini, hatujui kaacha nini, ayemoni hajui kaacha nini, sasa so, so, Unasiona, anasema utasoma aya inahusiana na ile aliyoiacha. Kama ni kama ni rukuu, utasema waraka kuma arake, yaani utasoma aya ambayo itakukumbusha, atajua wemi nimeacha. Kama ni sia wasujude, wakati ile atajua hapa nimeacha, eh sio? Imamu subhanallah maa rukuu, namwambia tena subhanallah. Kanyanyuka tena subhanallah, atachanganyikiwa atakuwa ajili afanye nini. Na imamu akichanganyikiwa ajui afanye nini, bana alalyakini. Kachanganyikiwa ajui afanye nini, bana alalyakini, atafanya maamuzi yeye vile anavyoona kwamba ni sawa. majakachanganyikiwa ajili afanye nini Akifanya hivi subhanallah, akifanya hivi subhanallah, bana ala yakin sawa, na sisi tutamfuata pale kwenye yakin. Akimaliza ketasijatisaa kama ni nguzo kaacha, ataisujudu ile nguzo, au ni ruku ataleta. Sisi tumeelewa, naweza katokea hali kama hiyo kwa imani. Anasema ama almar'atu, ama mwanamke sasa fatahumu badaha ila badi, mwanamke atajikusanya, tabunu badaha ala ba'd, hato hatoachia mikono mikono yake atajikusanya, sawa jamaa, na hato liachia tumbo lake na mapaja yake, yaani mikono atajikusanya na tumbo atajikusanya wakati wa kuu na kusujudu, sio kama watu mwanaume. <coughs> Watusimu ziswalati hakuniha, na swala zote ataziswali kwa siri zote. Inkanati bihaharati ajnabi, ikiwa kuna watu kando hapo wanaposwali, kuna wanaume watasikia sauti yake na swala ni ajani. Ajani yee, ya sauti mwanamke ataswali kwa siri, maana kuna watu ajanibu. Watu ajanibu ni watu ambao wanaweza kumuoa yeye, ataswali kwa siri. Wa idha nabaha shay'un fi salatiha, na akipatwa na jambo mwanamke kwenye swala yake swafaqat Atapiga kofi yeye, hata sema subhana Allah. Kama sheria ijamwacha kwenye swala ya kusoma kwa sauti yasome kwa sauti, haiwezi ikamruhusu kwamba likimpata jambo aseme. Na ndio maana nimekatalia kuwadhini wanasoona majugilafiana kwenye kukimu, kwa sababu ukimi si sauti ndogo. Je, atakimu au aki kama amakilafiana, lakini mwenye anana mwanakihaki hata kama itakuwa ni swala ya fara. Kwa hiyo na nafikia hadithi ya Abu Huraira mtume sallallahu alayhi wa salam akasema: idha nabau arrajulu shay'an fi salatihi sabaha, mwanaume nikipata jambo kwenye swala yake akasema subhana allah Walmaratu tusaffiku, na mwanamke atapiga kofi. Namna ya kupiga kofi, namna ya kupiga hata kusanya kiganja cha pili akifanya awe atapiga kiganja matumbo ya kiganja hupiga nyuma ya kiganja kingine. Mfano, kama kiganja cha mkono wa kulia akapiga juu ya mgongo wa kiganja kingine, atapiga hivi, hatopiga matumbo kwa matumbo, yani matumbo ya kiganja kwa matumbo ya kiganja, akapiga hivi, ambali matumbo ya kiganja kwa mgongo wa kiganja atapiga hivi. Wengine wanasema atapiga matumbo ya kiganja cha kushoto, kitapiga kiganja cha kulia lakini alimradi, atapiga atapiga kwa mtindo kama huu, lakini atapiga kofi ikiwa sehemu aliyopo kuna wanaume ajnabi, kuna wanaume kama ukiwa hakuna wanaume kando na yeye, anaruhusiwa kusema subhanallah. Hii imepokelewa kwa mama Aisha. Mama Aisha, wakati mtu anamwita, alisema subhanallah. Kwa hiyo, ukiwa na wanaume kando, atapiga kofi. Hakuna mwanaume au anayemwita ni mumewe, atasema subhana Allah, au ni mwanawe, au ni mkwe wake, au ni mama mkwe wake, au ni kaka yake, au ni dada yake, atasema subhana, anaruhusiwa kusema subhana Allah. Umeelewana jamaa eh? Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo mwanaume na mwanamke wanatofautiana katika swala. Mwanamke ila baadhi, mwanamke atajikusanya kwenye ile swala, hatojinyoosha kama mwanamume. Yeye atajikusanya, mikono haitotoka kwenye eneo ya makwapa yake, atotanua mikono, sawa na wala hata ujifuta wakati wa wakati wa kusujudu. bal yakunu baaduha, baadhi atajikusana. watusimu fi swalati ya kuliha, na swala zote ataswali kwa sini. in kanat nhadarat ajanibin al ikiwa kuna hapo aliposwali kuna wanaume au watu yeye, wa idha nabaha shaiun fiswalatiha, akipatwa na jambo katika swala yake saf faat, yeye atapiga kofu kuashiria kwamba iko kwenye io iswali.